Yes, habari ya leo. Um, naenda kuelekeza jinsi gani ya kutumia Zeno Pay katika episode yetu ya pili ya Zeno Pay payment integration. Usisahau kusubscribe, follow, like na kushare kwa ili kufikia watu wengi zaidi. Leo naenda kuelekeza jinsi gani ya kutumia Zeno Pay. Cha kwanza, utaingia kwenye browser tabia yako yoyote. Utaandika Zeno. Utaandika Zeno API. Kitu cha kwanza utaenda kwenye option ya homepage kabisa, option ya login. Lakini kwa sababu una account, cha kwanza unachotaka kufanya ni kuingia kwenye sehemu imeandika create account. Baada ya create account hapo utaanza kuandika username, utaandika username yako, utaandika email yako, utaandika phone number, utaandika date of birth, utachagua gender, utaweka zip code, I don't know, hapa hivi vitu unavyotaka kujaza, utaweka country Tanzania, utachagua, uta create password, uta confirm password. Pia kuna hizi sehemu muhimu za kujaza ambazo ukishajaza Uta, uta, itakupeleka ita kwenye registration ya kuendelea zaidi. Sasa baada ya kumaliza registration na procedure zote mpaka kufuata ile maelekezo kwenye email ya kwako, kwa manako najisajili, kuna kuconfirm email yako unataka kufanya. Baada ya hapo utaweza, utakuja hapa kwenye login page, utajaza email yako, utajaza password yako, sign in sasa hapo unavyoona, hii ndio homepage kabisa ya ya Zenopay, na hapa ni Zenopay homepage ambapo inakuwa na vitu vinne, naenda kuwapitisha itakuwa na vitu vinne na tisha kimoja kimoja. Kuna float balance as you can see here, kuna wallet balance, kuna total value na kuna sms balance, yani mambo senda zaidi, back sms providers na vitu vingine vyote. Sasa ili uweze Zenopay. Kwanza unataka uelewe Zenopay ipo vipi hususan kwenye website yao. Lakini kabla tujiendelee zaidi, niomba niwakumbushe kusubscribe. Na hapa, naenda kwa taarifa kitu kimoja: uko na Zenopay, unataka kujisajili kwa njia ya haraka, download Zenopay Pro. Yep. Hmm. As you can see, hapa wamekuandikia Zenopay Pro. Unataka download wapi? Utaingia Play Store kwenye simu yako, utadownload Zenopay Pro Utajisajili kule, ni msajili wake ni haraka na ni pole, ni haraka. Yani msajili wake ni haraka na ni mzuri pia. Ukishajisajili zeno pay pro, unataka kufanya ni, ni, ni kuja hapa kwenye zeno pay api kuingiza details zako tu zile muhimu. Ukishaingiza details zako tayari, utakuwa umeshaingia kwenye balance overview au kwenye account overview ya kwa kwenye zeno pay dashboard. Kuna kitu kinaitwa fort balance. Hii ni sehemu ambayo ila sasa unaweza ukaitumia kama unavyoona ni sehemu ambayo hela yako hapa, unaweza kutumia. Ni fort balance, inaonyesha kiwango chako cha pesa ambacho kimo kwenye akaunti yako ambayo wewe unaweza kutumia kutoa na kufanya matumizi mengine. Wallet balance, hichi ni kiwango chako ambacho watu wanaotumia API hela yote inaingia kutumia API itakuwa hapa kwenye wallet balance, na wanafanya settlement. Kuna automatic settlement za usiku kuna manual settlement pia ambao mwenyewe unaweza ukafanya, lakini advice tu tumia, inatakiwa utumie automatic settlement inayofanyika kila siku usiku saa sita usiku inafanyika automatic settlement. Ni bure kabisa kuliko kutumia uh, kuliko kutumia manual settlement kidogo, kuna makato. Sasa hii total yenyewe yenye inaonyesha kwamba kiwango sahihi ambacho kipo kwenye wallet balance yako. Hii ni approximation, hii ni kiwango chako sahihi. Hapa ni maswala SMS, tena kuonesha katika vitu vinavyokuja. Sasa nina kuonesha kwenye navigation hapa, ni e navigation na mambo kadha kadha, na kama unavyoona zipo nyingi nyingi, zinaenda kupitisha moja moja. Hapa tulikuwa kwenye overview na nimepitisha mmeona, lakini pia kabla sijasahau, kwenye overview kuna option ya currency hapa. Unaweza kupokea pesa zaidi ya nchi mia moja hamsini, zipo na hapa kuna nchi, kuna kuna naandika dha kuna kama unavyoona zipo kadhaa hapa. So hapa tunachotaka kufanya ni kuonesha sehemu moja moja. Okay, hapa kuna option hii ya create api key. Hii ni option ambayo unaitumia wakati una documentation zote za za ku, za api za za kufanya integration kwenye payment integration kwenye website yako ambapo unahitaji api key na no utakreate hapo, utajaza jina lako Utabonyeza pia API key, utapata API key yako. Senders ID ni huduma ya bulk SMS ambapo hapo una request una, unapata una, unapata senders ID yako kama iko pending or approved or okay, ya something hivyo, hapa ni huduma ya senda, hapa ni huduma ya request new senders ID. Hii ni huduma ya bulk SMS kwa sasa tutoizungumzia sana ila nahapitia tu kwa juu juu. Okay, hapa kuna huduma ya TT payment. Hii TT payment ni ni kitu tu kidogo ambazo ndakia ulipia baruku hizi huduma za serikali zuku azamlipe vingamuzi na nini buy airtime vyote vinafanyika hapo kwenye utility payment. Hasa hapa kuna optional receive payment, utaweka namba ya mhusika utaweka kiasi, labda shilingi mia tano, then uta send order. Yule mtu ata receive just anasema eh, pop up na atapata kiwango anatakiwa tuajeze namba ya kiasili na kiwango hicho kitakuja kwenye akaunti yako. Hii ni huduma ya kufanya new transfer. Hii ni huduma ya kufanya transfer. Ah, wanasema how should you process your transfer, utachagua hapa. Utaenda kuelekeza baada ya kumaliza. Na hii ni huduma ya transfer history, ni ma, ma, history yote ambayo umefanya kwenye akaunti yako ya ku transfer pesa. Zote utazipata hapa kwenye transfer history. Alafu kuna hii kitu inaitwa transaction history. Transaction history. Hii ni huduma ambayo ipo kwenye Zeno Pay ambapo utaona transaction history zote. Yaani kwa mfano mtu anatumia API, transaction ID, everything utaziona hapa. Okay, kwa ukitoa hapo kuna huduma ya card holder. Kuna option ya kutafuta card holder kama unavyoona zipo. Kuna card holders za kwamba zote kwa umepata kadi yako utaikuta kuwa approved na utaiona hapa. Na halafu sasa kuna huduma hii ya back SMS. Baka SMS ni huduma ya kutuma SMS -no one to one, kwa, kwa one to one kuna, kuna, kuna events zake pia na unaweza ukatengeneza, kuna business info kuna huduma ya change password change pin. Kuna huduma ya exchange rates hapa, huduma ya exchange rates. Hizi ni huduma fani vi ambayo ni bure, unafanya calculation yako ya pesa, na pia kuna logout. Sasa nataka kuonesha kuonesha kitu kinaitwa kwenye kufanya new transfer. Kwa kufanya new transfer, kuna transfer za aina nyingi kama unavyoona hapa, kuna transfer to bank account transfer to mobile money, lakini haraka zaidi. Kuna transfer to from wallet balance to float balance. Hii sikushauri uitumie sana, sababu inafanyika automatic every day usiku, automatic every day usiku. Kuna kiwango ambacho unacho kwenye account yako au kwenye float balance yako, kwenye wallet balance yako, ZenoPay wenyewe wanafanya automatic settlement, wanafanya automatic settlement ambao ni bure kabisa bila fee yote, lakini ukifanya transfer hii kwa kutumia manyo Aisee baba hapa kuna makato yake. Tunatakiwa ulipe. Sasa mimi nakushauri utumie transfer to mobile money. Hii ni ya haraka na inafanyika on time instant, unakuwa una receive pesa yako muda huo huo. Unachotakiwa kufanya ni kubonyeza transfer to mobile money, utaanza start transfer. Kuna quick pay na mass payout, lakini nakushauri tumie quick pay. Quick pay ni ya haraka sana. Hapa kuna kujaza utility ref, utajaza tu namba yako ya simu, utajaza amount yako labda tuseme, utajaza hiyo, utajaza pin. Okay. Hapa kwenye pin watu wengi watakuwa wanauliza pin unajaza ipi? Je, unajaza pin yako ambayo umetumia kujisajilia Zenopay Zenopay? Jibu ni hapana. Hapa kwenye pin, kitu ambacho unataka kufanya wewe kama wewe, pin unakuwa umepewa na Zenopay official kwenye email yako, ndio pin ambayo itatumika kutoa pesa. Sio pin ambayo umejisajilia. Pin ambayo umejisajilia haitotumika wewe kutoa pesa kwenye Zenopay, kwenye Zeno. Kwenye Zeno haitotumika wewe kutoa pesa kwenye hii Zeno kwenye hapa kutoa pesa kwenye Zeno Pay website yako, pin yako ni umepewa kwenye email yako, unapo unapojisajili tu, wakati una confirm, kisha jisajili lazima upewe pin. Pin unapewa kwenye email. Usipopewa pin, jaribu kuwasiliana na Zeno Pay kwa msaada zaidi. Alafu pia hapa kwenye msisii, utaandika tu namba yako ya simu ambayo unataka hela iende. Ukishafanya hivyo, uta make transfer pesa yako, itaonyeshwa hapo, itaonyeshwa details zako zote, hela yako ni instant, muda huo wewe unaingia, hamna mambo ya kusubiri sio dakika ngapi. No. Sasa hii pin kama unataka kubadilisha, kuna option hii hapa inaitwa change pin. Hii change pin utaweka pin yako ya zamani ambayo utakuwa nayo, utaweka new pin na utaweka ufim pin yako, utakuwa change. Okay. Sasa nenda kuuliza jinsi gani unaweza kupata documentation za kutumia integration documentation za kupata, zile webhook za kupata mm, everything and tuseme za kupata chochote ambacho nataka kutumia kwenye website yako, kwa sababu sitoweka hapa link ya direct moja kwa moja kupata zote documentation, lakini nitakuelekeza jinsi gani ya kuwasiliana nami uweze kupata documentation zote. Utaenda kwenye new tab, uta search kitu kinaitwa Lazack, uta search kitu kinaitwa Lazack organization, as you can see organization ni s. Kisha baada hapo, unaweza kunifollow Facebook, Instagram, YouTube pia kasi, unaweza kuona hii video Utabonyeza Lazack organization hii ambayo utakuwa unaiona. Utasubiri ifunguke kama unavyoona hapo na hapa naenda kuelekeza jinsi gani unaweza kuwasiliana na mimi. Utakuja kwenye option ya contact, unaweza kusoma hapa na kuja hapa contact us. Huduma zetu tunazitoa kwenye mfumo tofauti tofauti. Mfano kuna email, as you can see email hii hapa, phone number, WhatsApp only. Okay, contact me on WhatsApp, call me normal. Unaweza pia ukanipigia normal kupitia namba hii hapa lakini na na prefer WhatsApp sana, noma WhatsApp sana ni pole sana, mambo mengine ya shughuli za kitaifa. Alafu, pia kama utashindwa sana kucontact na mimi utaweza contact na mimi kutumia email yangu, au unaweza kaandika hapa message yako, kaandika jina lako, ukaandika email, ukaandika subject, ukaandika message hapo. Ukisend message mimi nitaipata message yako na itakuwa submitted na nitakujibu kwa, kwa haraka zaidi iwezekanavyo, lakini nakushauri sana tumia namba zangu za simu kuwasiliana na mimi kwa. Okay, hapa nimewafundisha kuhusu ZenoPay. ZenoPay ni user friendly, ni website ambayo haihitaji hata, ina mambo mengi. Ni website ambayo inakusaidia wewe developer kufanya kitu kwa sahihi kabisa, kuintegrate bure kabisa, haina mambo mengi, ni simple easy na friendly to developers wengi sana. Video hii inaweka YouTube, usisahau kusubscribe, kushare, ulike na like, comment. Hii ni payment system pia. Kwa wale vijana wanaotamani kujifunza IT, kujifunza IT, kujifunza anything na hujai soma, una hobby. Asa hiyo, msijai soma IT, lakini una hobby ya kufanya IT, ujui wapi pa kuanzia, jaribu kuwasiliana nasi kwenye namba zetu za simu hapo, ambazo nimetoka kuwaonesha. Jaribu kuwasiliana nasi ili tuweze kukusaidia, maana tuna huduma nyingi nyingi. Una website development and hosting, kuna hizi whatsapp bots ambazo wengi mnazijua, kuna hii payment integration, domain purchase, na kuna other online services pia tunazotoa. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hii. Kama ni kijana unayetamani kujifunza, unaweza nasi, tukakusaidia kwa haraka, tukakupa mafunzo na ukajua wapi araka tukaup lakini tuna aki kufanya kile ambacho Mungu ametujalia kipaji, mkile cha moyoni. Kama una kipaji hicho, basi nasi, lakini pia unayehitaji documentation zote Unahitaji msaada wowote kupata documentation, jaribu kuwasiliana nami kwenye namba hizo za WhatsApp. Nitakusaidia, nitakuunganisha na zeno pay wenyewe. Kama utapata shida zaidi, nitakusaidia kwa mambo ya integration everything kuhusu zeno pay. Hujelewa sehemu, usisite ku comment. Hujelewa sehemu, usite kwa sehemu email yetu na namba yetu ya WhatsApp. Asante sana kwa kuangalia, usisahau kusubscribe, share na ku comment pia.